E, nimesikitika tu kwamba e, sasa hivi tumefikia hali ambayo unapoenda kwenye mikutano kama kiongozi wa kisiasa inabidi uanze kufikiria mara mbili mbili, useme nini, usiseme nini, hali ambayo haikuwepo kwa takriban e, e, miaka kumi iliyopita. Tukuwa uhuru kabisa kuweza kueleza mawazo yetu na kuweza kueleza e, hatua mbalimbali za kisiasa lakini a, tumeojua takriban kila kitu ambacho tulikizungumza kwenye mkutano. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kwamba ile fursa ile ambayo tumekuwa nayo siku zote ya kisiasa ya kuweza kujieleza, ya kuweza kueleza mawazo yetu imeinaminywa sasa. Na nadhani kwamba tusubiri baada ya Jumatano wanasheria watakuwa wanafahamu kwamba ile jambo litakwenda mahakamani au litakuwaje. Lakini e, mimi binafsi e, nimesikitishwa sana kwamba tunaanza kwenda kwenye kuminya demokrasia ambayo tulikuwa tumeshaizoea katika nchi yetu na uhuru wa kufanya mikutano bila wasiwasi wowote. E, kama nafahamu kwamba jana tayari Polisi wametoa taarifa ya kuzuia mikutano nchi nzima, jambo ambalo e, nadhani sio sahihi kwa sababu polisi wa wana mamlaka ya kutoa ulinzi kwenye mikutano na hawana mamlaka ya kutangaza kwamba mikutano isifanyike nchi nzima. Kwa hiyo hii inatia doa sana katika hatua za ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu, na kama tulivyoeleza katika mkutano wetu kwamba hatutakubali jambo hili liweze kufanyika, kwa sababu ni jambo ambalo tumelipigania muda mrefu e, mfumo wa vyama vingi na uhuru wa mawazo na kadhalika, tumeupigania muda mrefu, hatuwezi kukubali tu e, ghafla E, tuanze kuzuiwa kufanya siasa kwa namna ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Yeah. Kufuatana na mkutano alikuwa ameuendesha siku ya Jumapili pale Mbagala zake waliuliza maswali mengi ambayo yalikuwa yanahusiana na zile content za hotuba yake ambayo alikuwa ametoa. Ameelezea uh, ameelezea kwa kina nini alichokisema na maswali yote ameyajibu. Askari pia walitaka kwamba apewe dhamana ambayo dhamana tumeshamtolea na sasa yuko yuko anaendelea na shughuli zake kama kawaida, na atatakiwa kuripoti polisi tena Jumatano ijayo kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa upelelezi wao unaendeleaje. Lakini as far mpaka sasa hivi ilivyo ni kwamba alihojiwa tu kutokana na statements alizokuwa ameziongea kwenye mkutano Jumapili iliyopita, na amezielezea vema, na mpaka sasa hakuna chochote tulichoambiwa zaidi ya kwamba Jumatano ijayo aripoti tena polisi kwa ajili ya kama kutakuwa na kitu chochote cha ziada, basi watatuambia. Lakini kwa sasa hali ni hiyo kwamba mheshimiwa yuko nje, anaendelea na shughuli zake kama kawaida na ratiba zake zitakuwa zinaendelea kama kawaida.